Barabara hii ya Ring Road ni barabara muhimu sana ambayo itapunguza msongamano ndani ya jiji la Dodoma. Lakini itafanya jiji la Dodoma liondolewe adha iliyopo ya msongamano mkubwa wa malori. Tumeshuhudia ujenzi wa barabara ambao unaenda vizuri kwa sababu hii barabara inaenda kuunganisha na uwanja wa kimataifa wa Msalato. Barabara hii inaenda kuunganisha na nchi jirani ambazo zitatumia hii barabara, eneo kubwa ambalo wabunge wameshauri sana, kwa kuwa hii barabara ni highway. Tunaomba utaratibu ule wa kuweka matuta kila maeneo mwachane nao, angalau barabara hii iwe ya mfano na ili muweze hii barabara kuweza kuwa ya mfano ni kuweka mazingira ambayo hayatakuwa na mwingiliano kati ya maeneo ya ufugaji, yawe na njia zake, lakini wananchi wawe na njia za chini. Na tumefurahishwa tumefika eneo lile ambalo lina wananchi wapo jirani na barabara mmejenga barabara ya chini kwa ajili ya kuwavusha. Hili ni jambo zuri sana, na kwenye maeneo mengine ambayo mtayaona yana uwezo wa kufanyiwa hivyo, nendeni mkayafanye, ili barabara hii iwe nzuri. Tupo hapa kwenye eneo ambalo lilikuwa korofi, lakini tumeshuhudia mmejenga madaraja mengi ambayo hayataifanya hii barabara iweze kushindwa kufanya kazi. Tunaomba muendelee kufanya juhudi za kuisimamia barabara hizi ambazo zitaleta ufanisi, zitapunguza msongamano wa mkoa; barabara ya kutoka Iringa, barabara ya kutoka Arusha, barabara ya kutoka Dar es Salaam. Tunaamini kabisa malori sasa eneo la Dodoma mjini hayatakuwepo, kwa sababu njia zipo za kutoka Iringa zitaunganisha upande ule wa pili kwenye chuo cha Yudom, eneo la kutoka barabara ya Arusha na zinazotoka Singida zina nafasi sasa ya kupitia huku au kule nala kupitia Yudom. Lakini tumefurahishwa na mawazo mazuri ambayo mmetueleza kama wizara kwamba sasa mnafikiria kujenga barabara itakayounganishwa kutoka eneo la uwanja wa Msalato kwenda Ikulu, ambayo itasaidia sana kupunguza msongamano pindi Mheshimiwa Rais anapokuwa na msafara wake. E, barabara hii ina urefu wa kilomita 112.3 ambayo ndio mzunguko wa mji mzima wa Dodoma. Ni moja barabara ama miradi ambayo tunasema ni miradi ya kimkakati ama miradi ya kielelezo ni mradi wa aina yake, hatuna mradi mwingine kama huu Tanzania, mradi ambao una barabara tunazijenga ikiwa na ndio carriageway tumeona hapo katikati, tumeandaa tutahitaji, kama tutumia kutumia train, tutahitaji kutumia mwendo kasi, tayari tumeshafanya maandalizi. Lakini sifa nyingine ya barabara hii ni kwamba ita barabara nzima itakwenda itakuwa na watembea kwa miguu kila pande, mita mbili na nusu, mita mbili na nusu, itakuwa na, ita na maeneo ya paki itakuwa na maeneo ya kufanyia service road, lakini pia barabara hii ina upana wa kila upande mita 75 kwa maana kwamba corridor ama ushoroba wa barabara nzima ni mita 150, na maeneo ya nje yote yatajengwa miti. Kuna mradi tayari umeshaanza kuhakikisha kwamba barabara yote inajengwa miti, kati ya barabara na mwisho wa E ushoroba wa barabara, lakini kizuri zaidi ni kwamba katika kilomita zote hizi 112.3 zitawekwa taa kuzunguka barabara yote ndani na yaani, pande zote mbili, huku na huku. Kwa hiyo kutakuwa na barabara ambayo itakuwa, itakuwa na uh, taa ambazo zitazunguka kilomita zote 112 kwa pande zote mbili. Loti hii ya kwanza ni kilomita 60 wako asilimia tisini na moja asilimia tisini na moja tunahakika mwezi wa tano watakabizi kazi, na upande wa pili wako asilimia kama themanini na tano mwezi wa sita wanakabizi barabara. Kwa hiyo zile changamoto ya foleni ya malori tunahakika mwisho wa sita inawezekana tukawa tunasema kwa heri, kwa sababu hizi barabara sasa zitaanza kutumika, na mipango iko mingi. Tuna barabara ya kati ya kati zaidi, nayo kwenye mpango huu wa mzunguko, na tunaunganisha na uwanja wa ndege pia. Lakini kutoka katikati, tutajenga pia barabara za ukubwa huu, kutoka katikati kuja kuunga na barabara hii, kwa barabara ya Singida, barabara ya Arusha, barabara ya Iringa, na barabara ya kwenda Dar es Salaam kwa upande huu huu, kuhakikisha kwamba mji wa Dodoma unakuwa ni moja ya miji ya kisasa. Lakini barabara pia inakwenda mji wa serikali. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo mji utapendeza eh, kwa mipango mizuri.